Katika kijiji cha Kijani kulikuwa na utawala wa kikatili. Watu walinyanyaswa, walinyimwa haki, viongozi walijiona miungu na wananchi waligeuzwa watumwa katika nchi yao wenyewe. Wasichana walilazimishwa kuolewa, vijana walipelekwa migodini, na wazee walihukumu kwa rushwa na tamaa. Lakini kila enzi ina mwisho wake na kila mnyonge ana siku yake ya kusimama. Kutoka kwenye vumbi la dhahabu, vijana waliounganishwa na hasira ya miaka mingi walianza kupanga mapinduzi ya siri. Miaka miwili ya maumivu, miaka miwili ya kujificha gizani, mpaka siku ya ukweli ilipowadia. Lakini hawakujua katikati yao alikuwapo msaliti, mtoto wa kiongozi mkuu wa kijiji na siku maandamano yalipoanza, risasi zikasikika, moto ukawaka na ufalme ukapinduliwa kwa kufumba na kufumbua. Lakini swali ni moja: nani alianzisha mpango huu wa siri, na kwa nini mfalme aligeuka dhidi ya malkia wake? Usikose sehemu ya kwanza ya simulizi hii, maandamano yaliyopindua ufalme kwa kufumba na kufumbua. Tufollow sasa maana kinachokuja ni damu kwa damu, upanga kwa upanga, nguvu kwa nguvu na itaachwa historia.